Kwenye kijiji changu hali ya mwingiliano ya wa wakulima na wafugaji hapo awali kwa kweli ilikuwa sio nzuri sana, au niseme ni mbaya, kwa sababu kila mmoja alikuwa akimwona mwenzie ni mbaya na kila mmoja alikuwa akijiona yeye ndio mwenye haki. Wakati mkulima akiwa mazao yake yameharibiwa, akija ya pale mfugaji anaona na, na, na kama vile yeye anafanyaje anaonelewa, lakini kwa kupitia mradi huu ulioanza wajenga amani hali kidogo inakuwa ina mwelekeo mzuri sasa, kwa sababu ni vikao karibu vitatu vinne tumeshafanya vya, vya, vya tofauti tofauti, na mwisho wa siku tulifanya kikao cha pamoja. Kwa hiyo elimu kwenye ile kamati yetu ya, ya, ya jenga amani imeshaingia, na wao na sisi, sasa tumo katika kuwaelimisha jamii. Kwa hiyo naamini ndani ya muda mfupi, huenda amani kadumu vizuri. Kwa hiyo kazi yetu ni kubwa, ni kuhakikisha makundi mawili haya wakulima na wafugaji tunakutanisha mara kwa mara ili kupata mawazo pande zote mbili, nini kifanyike ili migogoro isiwepo, maana amani ndiyo chanzo cha kila kitu. Nje ya amani hakuna mfugaji, hakuna mkulima. Mm. E, kwa hiyo kauli mbiu ambayo tunakaibeba sisi ni watusikilize, ili amani iweze kudumu. Mm. Hatuko tena kwenye malumbano isipokuwa tupo kwenye sehemu ya kupatana kwa mazungumzo, ili sasa kile ambacho tunachokiendea ambacho wote sasa kinatufunika, tuonekane kana kwamba ni watoto wa baba mmoja na mama mmoja, ni ile amani. Kwa hiyo huyu akipata elimu ya kutosha hatapeleka kwenye shamba la mkulima. E, hicho ndicho tunachokusudia kukifanya kila wakati kama kamati tunatakiwa tutengeneze, tuunde sheria ndogo ndogo ambazo zitatusaidia kuweza kuhakikisha amani inapatikana baina ya mkulima na mfugaji. Kwa hivyo, kwa kuwa tumeanzia msingi ni ufahamu, ambapo tunasema elimu, kwa kupitia elimu ambayo tumepata kama kamati, tunaenda kuunda sheria ndogo ndogo ambazo zinatuhusu sisi wakulima na wafugaji, kwa kuzingatia mipaka yetu. E, kama mkulima kama mkulima anatakiwa afikie wapi katika mazao yake ili asiweze kuleta mgogoro kati yake na mfugaji, na pia mfugaji aishie wapi katika kuleta, katika kuondoa mgogoro baina ya wafugaji na wakulima. Sasa tunaenda kuangazia mambo msingi ambayo yataweza kutusaidia kukaa na amani katika jamii yetu. Jambo la kwanza kabisa tunaenda kuzikuliangazia ni kuangalia tuna ufahamu vipi juu ya sheria ambazo zipo katika nini, katika, katika serikali ambayo imeweka sheria. Kuna utaratibu, kuna utaratibu ambao umewekwa, mwongozo wa, wa kiserikali. Cha kwanza kabisa je, kutokea pale tunaunda sheria ndogo ndogo tu, ili tusikinzane na utaratibu wa kiserikali na utaratibu ambao tuko nao katika jamii. Moja kwa moja, la kwanza kabisa lakini, la pili, katika maisha yetu ya kila siku tunafahamiana kwa sababu sisi wakazi wana kijiji, si ndio? Kwa tunafahamiana, katika kufahamiana kwetu na mazingira yetu, kutokana na vyanzo vya maji, vyanzo vya malisho na mazingira ya ukulima, tunaenda kuangalia, je, mkulima aishie wapi na mfugaji aishie wapi. Kwa hiyo siwezi kusema moja kwa moja tutaweka sheria hii na hii, kwa sababu bado hatujakaa. Kwa hiyo tunaenda kuangalia kwa mazingira haya, ndio tunaenda kutengeneza sheria ndogo ndogo. Kwa uundwaji wa, wa hii kamati ya kujenga amani kwa pamoja, inatusaidia sisi au inaturahisishia sisi wataalamu wa serikali katika utendaji wetu wa kazi, kwa sababu ni rahisi sana. Wakulima tupigie wako 20 kwenye kamati wako 20, wale wakulima ishirini, kila mtu akawaambia wenzake watano, tayari ile taarifa inasambaa kiurahisi na kiupana, na wao wenyewe ni rahisi kupokeana yani, huyu kaniambia mwenzangu ambaye ninamjua ninamfahamu, kanishawishi mimi nisichunge mifugo. Ni tofauti na akiongea afisa kilimo, atasema afisa kilimo anapendelea wakulima wenzake, lakini pia hiyo kwa inaturahisishia ile usambaji wa taarifa unakuwa unaenda kwa haraka, kwa sababu wale watu ni wengi na wapokeaji pia. Yani, ile taarifa hata kama haitoki ofisho, lakini inakuwa na msisitizo. Siku ukija ukaita kikao, ukiwaelezea kile kitu, tayari washakijua na washakielewa kutokana na kwamba ile kamati tayari inafanya kazi. Lakini pia mtu mmoja kufanya kazi katika kata yale mazungumzo na unacho utakacho kiongea na ile influence yani, ushawishi wako ni tofauti na mkiwa wa watu ishirini au kumi au kumi na tano hmm. Kwa hiyo inakuwa ile taarifa inaenda vizuri, inaenda kwa haraka, lakini pia supporting inakuwa ni kubwa. Ah, mi ninacho washauri wananchi wazipokee kamati hizi na wasikilize, au wapokee maoni ya ushauri watakaopewa na hizo kamati, sababu hizo kamati zinatusaidia sisi. Hizo kamati ni wawakilishi wa wakulima ambao wanawakilisha taarifa za kilimo au wafugaji, kutoka kwa wataalamu kwa taarifa ambazo ni rasmi. Wasizipuuzie, wazingatie. Na pia akipewa taarifa na kamati kama hajaelewa popote, ni ruhusa kutufuata sisi wataalamu, kutuuliza tuweze tumeridhika kwa sababu kabla hakukabidhiwa hii mchakato ambao imefanyika siku ya leo, siku kadhaa za nyuma, hawa watu waliweza kupitia mafunzo ya wao kwanza kujitambua ni kina nani na wana nafasi gani ndani ya jamii husika umeona na mafunzo yale, tunashukuru pia tulipata ushirikiano mzuri kutoka kwa ndugu zetu wa We World, pamoja pia na ndugu zetu wa 4H. Kwa pamoja na, pa, na PAKOPA tuliweza kuwas kuwa wale watu kwa kupiga msasa na kuwafanya waweze kujiamini zaidi na waweze kuweza kusimamia zile ambavyo vinaonekana ni vitu sahihi bila kuangalia itikadi zao kwamba, bila kusema, maana mwanzo kabla ya mafunzo hata wewe hapa ndani leo ungeanza, ungeshindwa kuwaelewa kwa sababu kila mmoja angekuwa akisimama anavuta upande wake akisema wa, wafugaji wao wana matatizo mwingine, ah, ah, matatizo lakini kupitia yale mafuzo, ya picha kabisa kwamba kesho yetu ninjema. Kwa sababu kama umeweza, sasa kila mtu sasa kuweza kutupa ushirikiano wa kutosha kwa sababu licha yote tuoyafanya siku kuipokea mkkat nakuyapokea yale ambayo itikadi, mimi nadhani tutaweza kufika kwa wakati, kwa tunaomba zaidi ushirikiano wao na uwazi wao, kwa sababu muda mwingine jamii zetu zinafichaga baadhi ya vitu so, tuapoanza wao kuficha matatizo, ndio tatizo kubwa linazidi kuibuka, au uchereshwaji pia wa matatizo yanapokuja kutokea hapo ponadomana kwenye wetu tukaweka kile swala la elimu ili kumpa mtu elimu yeye kufika kwa wakati, kumpa elimu yeye kutambua yeye ni nani, ana nafasi gani, lakini pia kumjua yule mwenzie ambaye kaona kamfanyia kosa naye ana nafasi gani kwa pamoja, ili tuweze kusogeza kwao. Tunawaasa, shime, shime, shime kwa wananchi wa, wenzetu wa wilaya Pangani, hususan kwenye hii kata yetu ya Bweni, wawe na ushirikiano mzuri pamoja na kamati, lakini pia ushirikiano mzuri pamoja na nani na jamii yetu kwa ujumla ili kuweza kulitatua hili tatizo kwa pamoja, maana umoja wetu ndiyo kinga yetu na suluhu yetu kwenye swala hili zito.